Mashirika ya haki nchini sasa yanataka serikali ya Uganda kuwaachilia Wakenya wawili wanaozuiliwa nchini humo haraka iwezekanavyo. Shinikizo za mashirika hayo zinafuatia tuhuma za kutekwa nyara kwa wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo walipohudhuria hafla ya kampeni ya mgombea wa urais wa Uganda Bobi Wine. Gatete Njoroge anatuarifu, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kwamba wizara ya mashauri ya nchi za kigeni inashughulikia suala hilo. Tukio la kutekwa nyara kwa Bob Njagi na Nicholas Oyoo katika kituo cha mafuta Kampala, Uganda, Jumatano limeendelea kuzua tumbo joto. Wanaharakati pamoja na wanachama wa Free Kenya Movement wanaofanya wanaofanya kazi kwa karibu na wawili hao wakitaka waachiliwe, Ministry of Foreign Affairs inayoongozwa na Musalia Mudavadi atoe taarifa kwa Wakenya na kwa na East Africa awaeleze hawa watoto wako wapi, kwa maana jukumu la kwanza la serikali ni kulinda maisha ya Wakenya. The circumstances surrounding the abduction raise serious concerns about safety of Kenyan citizens in Uganda and the potential collaboration between the Kenya and Ugandan governments. Wanaharakati hao wanasema tukio hilo ni la kutamausha, kwani wenzao walikuwa Uganda kwa shughuli za kuwasaidia marafiki zao katika kampeni za kisiasa. Our demand this evening, we give unconditional terms to the government of Kenya that the two Kenyans be released immediately. If this doesn't happen, we'll descend on the Ugandan embassy tomorrow. Mwaniaji urais wa chama cha National Unity Platform Bobi Wine amekashifu kitendo hicho na kutaka kuachiliwa kwa wawili hao. Wine pia amehusisha kutekwa nyara kwao na kampeni zake akisema wawili hao walikuwa wakiunga safari yake ya urais. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akizungumza hapa Nairobi, amesema serikali inashughulikia ripoti za kutekwa nyara kwa wanaharakati hao like some of the Chama cha mawakili nchini LSK na shirika la Amnesty International Kenya yameongoza mashirika mengine ya haki kushutumu tukio hilo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.